Na waandishi wa habari makao makuu ya NIDA hapa Dar es Salaam. Mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya vitambulisho vya taifa NIDA, James Kaji amesema tangu kuanza kwa shughuli ya ukusanyaji wa vitambulisho na kutuma ujumbe mfupi wa maandishi, kasi ya wananchi kujitokeza kuchukua vitambulisho sio ya kuridhisha, ambapo mpaka sasa waliojitokeza kuchukua vitambulisho ni watu laki tano 65,876 sawa na asilimia 30 tu ya watu wote waliotumiwa na kupokea ujumbe wa kufuata vitambulisho hivyo. Itakumbukwa kwamba wakati tunavikusanya vitambulisho hivyo kutoka ofisi za kata, vijiji, mitaa, tulikuwa na vitambulisho milioni moja na laki mbili vilivyokuwa havijachukuliwa na wahusika ambao vilikuwa kwenye vijiji watendaji kule sheria na vijiji na vitongoji. Hii maanake ni kwamba takriban watu wote waliokuwa hajachukua vitambulisho vyao wamekushapata ujumbe mfupi wa simu za mkononi, ziada ya watu laki sita na themanini na mia sita na nane SMS zilizotumwa inafuata. Jumla ya SMS zilizokwisha kutumwa ni milioni moja laki nane na themanini mia saba na tatu zimetumwa kwa umbaji wake, ina maana pale kwa kuna umbaji wapya karibu laki sita, ambao pia walitumiwa SMS. Kuanzia tarehe moja mwezi wa tano tutasitisha matumizi ya namba kwa wale wote ambao ulishatumiwa, kwa sababu tayari sisi msi tuna wale ambao hujapata namba ya, ya kutoka NIDA na utaendelea na matumizi hayo lakini sisi kwenye system tayari tunao ambao tumeshawatumia tuna switch off. Wananchi nao wakazungumzia uamuzi huo wa NIDA. Watanzania wengi ni wa, wanapenda kupuuzia vitu wa hata mara ya kwanza NIDA inatoka watu wanatakiwa wakajiandikishe, wamepuuzia na ndio maana wengi mpaka sasa hivi wamewakuta mpaka upate kadi la kuzaliwa upate nini kwa ajili ya uzembe wao. Sio NIDA peke yake, hata ukiangalia katika vitambulisho vya vakujadikisha pia kula wengi wao walikuwa wamezembea sana kuhusu vitambulisho. Mimi sijaenda kuchukua kitambulisho cha NIDA na mpango wa kwenda, kama umesema ni tarehe mosi ndio mwisho basi, hivi kesho tu lazima nitakuwa nimefika hapa kwenda kuchukua kitambulisho cha NIDA kwa sababu NIDA mimi ndio maisha yangu. Mamlaka ya Vitambulisho vya Taifa NIDA ilianza kukusanya vitambulisho na kutuma ujumbe Januari mwaka huu ambapo mpaka kufikia Machi 23 wananchi milioni 1,880,608 sawa na asilimia 157 ya watu wote waliokuwa hawajachukua vitambulisho vyao wametumiwa na kupokea ujumbe mfupi wa maandishi. Tumie Omari, Azam News, Dar es Salaam.